Wanawake hawajawahi kupenda sura ya mtu hawajawahi. Wewe endelea kuchora, oh, kushinda saruni, kama huna hera. Vijana ambao hamjaoa, mko hapa, tafuta hera, wanawake wote wanaoleka tu. Kuna kijana mmoja aliniambia eti, oh, Mchungaji, niombe nini, mke wangu amefanyaje, haniheshimu. unafanya kazi gani? Ah, kwa sasa nipo tu nyumbani. Nikamwambia kijana, hakuna mtu anaheshimu maiti, hakuna mtu anaheshimu dedibodi. Akayupo dedibodi ina aheshima wakati wa kwenda kuzikwa. Nikaambia wewe, ni dodi bodi inayotembea, mke wako hawezi kukuheshimu. Nikaambia wanawake, ni watu wanapenda matirio, katafute hera. Ukitaka kuroga mke wako awe naitika ovyo ovyo, mroge na kumroga, amka asubuhi, piga na elfu moja pa nini, matumizi mbalimbali. Ukitoka safari, umeshindaje? Hey, shika hii. Hey, shika hii yani. Hey, shika hii yani, kamama katakoka naitika ukikohoa <laughs>